Na kwingineko tunaarifiwa kwamba rais William Ruto amewakashifu wapinzani wake wanaosema mpango wa kustawisha Kenya kufikia viwango vya mataifa tajiri zaidi ulimwenguni hauwezekani, akisema viongozi hao hawana maono. Akizungumza alipohudhuria tamasha katika kaunti ya Turkana, Rais Ruto alisema serikali itachimba na kutoa mafuta katika visima vya Turkana mwishoni mwa mwaka ujao, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Emmanuel Emmanuel to aliendelea kusakata ngome ya kustawisha taifa na kuifikisha viwango vya mataifa yaliyo nawiri zaidi ulimwenguni. Akitua mjini Lodwar, kaunti ya Turkana kuhudhuria tamasha la tisa ya Tobong'u Lore Jumanne, Rais William Ruto akianza kwa kutetea hatua ya baraza lake la mawaziri kuidhinisha hazina mbili kuu za kuimarisha miundo msingi ya kitaifa. And that is why I have ya kujenga dams katika taifa letu la Kenya na mulinisikia katika state of the nation address nikisema kati ya dams ambazo zitajengwa ni zile ziko hapa Turkana ya kwamba hiyo plan ya trilioni tano tumeanza jana, and by next year we will be halfway. Nyinyi mnanielewa. Wengine wanasema haiwezekani, lakini mimi najua inawezekana Rais akiahidi kwamba mifereji ya mafuta iliyopatikana huko Turkana itakuwa ina mimina mafuta mwishoni mwa mwaka ujao. Tunataka kufika Disemba 2026, Disemba next year, malori ianze kutoka hapa kubeba mafuta, kwa sababu tunataka kuweka rasilimali ya Turkana kaunti. Na mimi si wazimu, na mimi si mjinga. I know what I'm saying. Rais akiwageukia viongozi wa upinzani akimwelekezea makombora kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, akisema hatoshi mboga. in 40 years haujajenga barabara ya kwenda kwako, unahitaji miaka ngapi? Kwa sababu 40 inaonekana ni kidogo, unahitaji miaka mia ngapi ndio uweze kujenga barabara ya kwenda kwako? Na kama unahitaji eh, miaka mia na hii ya Wakenya, si utahitaji miaka elfu ndio uweze kupanga ya kwenda kwa wakenya wengine. Akili ya kupanga mambo ya barabara, I am afraid eh, itakuchukua muda kidogo. Sherehe ya Tobong'ulore ni tamasha la kukumbatia tamaduni, itikadi na usuli wa jamii ya Kiturkana. Emmanuel to runinga ya Citizen.